Uwa na habari na wananchi, leo tarehe 28 majira ya saa kumi na moja jioni, kona Kilimanjaro tumepata msiba mkubwa unaotokana na ajali ya, ya, ya magari mabasi mawili ambayo moja ilikuwa inatokea mkoani Arusha kwenda Tanga na basi lingine dogo aina ya Kosta nilikuwa natokea hapa Same kwenda Moshi Manispaa. Kwa bahati mbaya magari hayo yamegongana na kuwaka moto mabasi yote mawili, na ajali imetokea kilomita tatu takribani nne kutoka Same mjini. Ni ajali mbaya sana ambayo sisi wana Kilimanjaro na Watanzania kwa ujumla, katika miaka kadhaa, sidhani kama utakuwa na ajali mbaya kama hii ambayo imetupotezea Watanzania wenzetu mpaka sasa Watanzania thelathini na saba ambao tumejihakikishia kupitia ukamanda wa polisi wa mkoa na timu yake yote wakisaidiana na wenzetu wazimamoto pamoja na madaktari wetu. Kwa hiyo watu thelathini na saba wamefariki dunia. E, katika hao tunao majeruhi ishirini na tisa ambao eh, ishirini na nne wako hapa lakini majeruhi watano wamekimbizwa kwenye hospitali ya mkoa Mawenzi pamoja na KCMC. Kwa <coughs> kweli ni msiba mkubwa, na mimi nimesha mwarifu mheshimiwa waziri, Mheshimiwa Mchengerwa waziri wa TAMISEMI, na hakika na yeye kwa sababu ndio waziri wa nchi ofisi ya rais, taarifa hizi zimemfikia mheshimiwa rais, mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan juu ya jambo hili la ajali mbaya ambayo imetokea hapa wilayani Same. Ndugu zangu nawapa pole sana, na najua kwamba ile costa ilikuwa imechukua wananchi wa familia mmoja, walikuwa wanakuwa na moshi kwenye shughuli Eh, mapenzi ya Mungu hawakufika, ndio ajali imetokea. Naona shehe yuko hapa, kwa sababu alikuwa anakwenda kwake, ama nilichukua nafasi hii kumpa pole sana sana sana, eh, kwa sababu waliopoteza. Miezi miwili tunapata matukio kama haya, tushapoteza karibu wananchi 14 kumi na nne miezi miwili iliyopita. Lakini hili la leo, hili ni kubwa sana, ambalo kwa kweli kwenye maisha yetu